Kwa kutumia Tonkat Ali Coffee tumeweza kuwasaidia wanaume mbalimbali mbali ambao wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali mbali kiafya, especially suala zima la uzazi. Wanaume wengi wamekuwa wanapitia changamoto za uzazi, via vyao vya uzazi kama tezi dume, uh, reproduction system imekuwa ikiwa ina changamoto mbalimbali. So kupitia Tonkat Ali, huu ni mmea asilia ambao unawasaidia wanaume wengi ku improve homoni kubwa ya testosteroni ambayo ndio inayofanya kazi ya kuweza kuimarisha vyao vyao vya uzazi. Sasa kama wewe ni moja kati ya wanaume ambao wanapitia changamoto kiafya, usisite kuwasiliana na sisi ili tuweze kukusaidia mapema zaidi, kabla changamoto yako haijawa kubwa. Unaweza kutembelea website yetu ya www.tdvinadetoxtz.com au unaweza kufika ofisini kwetu Makumbusho, jengo la Mwangatawa.